Bwana Yesu Kristu, Bwana, yeah, yeah. Yesu asifiwe. Asalamu as alaykum. Waheshimiwa padre ulioongoza misa na mapadri wengine, tenda kazi watumishi wa Mungu walioko hapa wengine, ndio so waumini wana maombi, nasimama hapa kwa heshima kubwa kwa niaba yangu mwenyewe lakini pia kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kusema maneno machache kuhusu baba yetu Felician Nkwera. Nianze kwa kusema kwamba mimi na baba Nkwera tuna uhusiano wa muda mrefu fahamu kwa mara ya kwanza mwaka 83 alikuwa rafiki mkubwa wa baba yangu, na alipokuja alipokuwa kwenye ziara zake za kikazi za maombezi katika mkoa wa Kigoma, ikatokea bahati kwamba siku anasindikizwa kuondoka Kigoma kurudi Dar es Salaam, alikuwa anasafiri kwa train na baba yangu akaamua kumsindikiza kama rafiki yake, lakini akakumbuka kwamba katika watoto wake kuna mmoja anaumwa kichwa. Kumbe nilikuwa mimi. Wazima wote wakabakizwa, nikachukuliwa mimi. Wewe Pendo, ukabarikiwa una kwao. Hivi ndivyo <laughs> nilivyokwenda kumfahamu kwa zangu wewe, na akanibariki na kunipaka mafuta yake lakini akamwambia baba yangu, kutoka leo huyu ni mtoto wangu mimi. Na kwa kweli amekuwa ya baba yangu tangu wakati huo mpaka leo. Wasaidizi wake wote wanajua, hata nilipokuwa niko nje ya nchi, nikiwa balozi Brazili, nikiwa balozi Misri, ukipita muda mrefu sijamtafuta, na anawaambia mpigieni simu mwanangu, wanapiga simu, nazungumza naye na wakati mwingine anafanya maombi kwenye simu. Mara ya mwisho nimekutana naye ni tarehe ishirini mwezi wa nne, namaanisha mwezi uliopita. Ali nitafuta akaniambia, mwanangu, nakuombea sana, lakini sijaridhika maombi baada ya kazi ngumu unazofanya na mitihani unayoenda kupita unahitaji misa, na misa hii mimi nimefungiwa kuendesha misa, lazima tupate padre mwingine wa Katoliki na tuifanye nyumbani kwako. Na hicho ndicho kilichotokea tarehe ishirini mwezi wa nne, akiongozana na, na Father Henry walikuja nyumbani kwangu na kuongoza misa. Kwa bahati, kwa bahati mbaya kama ambavyo ingekuwa kwa nyinyi wenzangu mlioko hapa, siku ile mimi nilikuwa pia mgeni rasmi katika siku ya mtoko wa Pasaka, na mida ilikaribiana, lakini akaniambia kwenye Pasaka utaenda na misa utafanya, na muda wa mwisho, tulipomaliza misa, akaomba tupige picha, ila maneno aliyoniambia yakafanya nikatae kupiga aia mwanangu tupige picha ya mwisho. Nikasema, neno gani sasa? Kwanza sikujua mwisho wake yeye au mwisho wangu. mi o nikawambia ana, tutafanya hiyo picha tutapiga siku nyingine, sio kwa maneno hayo. Na ndivyo tulivyoachana, lakini haikupita baada ya kama wiki mbili nikatafutwa tena nikaambia baba Nkwera ameelekeza kwamba amepata maono kwamba bado misa inatakiwa kuongezeka nyingine moja, lakini hii sasa inatakiwa mkafanye nyumbani kwa Mama Maria wewe yeye, Mama Maria na padre wa Kanisa Katoliki. Na mimi nikaahidi kwamba nakuja Dar es Salaam tunaangalia nafasi ya Mama Maria ili tufanye hiyo misa. Mama Maria alikubali kufanya hiyo misa lakini baba akaondoka kabla ya hiyo misa. Sasa, baada ya baba kuondoka, nimeuliza wasaidizi wake, hii habari sasa inakuwaje? Wameniambia mradi alishachagua padre wa kufanya hiyo misa, kama mama Maria yuko tayari, misa itaendelea. Na nimeuliza msaidizi wa mama Maria kama mama yuko tayari, Mama Maria amesema yuko tayari misa kuendelea, pamoja na malezi binafsi ambayo fahangwela alikuwa nayo kwan. Lakini kipekee namshukuru sana kwa maombi makubwa alikuwa anafanya, yeye na wasaidizi wake, kwa ajili ya nchi yetu. Yeye binafsi alikuwa na sala zaidi ya thelathini za kuiombea Tanzania. na kwa mtu yoyote anayejua maana ya imani anajua kwamba nchi kama yetu inaendelea kusimama kwa sababu ya Wakristo na Waislamu na madhehebu mengine ambao kila siku wanapiga magoti kumwomba Mungu kuilinda chi. Lakini kupitia kwake pia tunajifunza nidhamu yake ya pekee kwa kanisa Katoliki, misingi aliyofundishwa aliipata na ndio maana hajawahi kufanya misa hata hapa kituoni bila padri mwingine kwee. Anaposema tufanye misa na wewe, lazima atamleta padri kufanya pamoja naye, huku akijua kanisa limemwelekeza nini, nini cha kufanya, nini cha kutofanya. Hili kipekee tunajifunza kutoka kwake, utii kwa mamlaka ulionayo. Wakati huo aliyatii mamlaka ya kanisa Katoliki kikamilifu kwa kuhakikisha kwamba kwa maelekezo aliyopewa alikuwa akiyafuata. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru kwa vyovyote vile hapo aliko anavyosikia, kwa jinsi ambavyo alisisitiza amani kwa nchi yetu. Hakuna mazungumzo aliyofanya mbele ya waumini wake ambayo hakugusa umuhimu wa amani, umuhimu wa umoja kwa taifa letu. kama kuna usia muhimu ambayo Faza Nkwera anatuachia kama Watanzania, ni kuhakikisha kwamba tunailinda na kuienzi amani kwa nguvu zetu zote kama mboni ya jicho letu, na niwasihi kupitia kwenu, mbele ya jeneza la baba yetu, kwamba Watanzania wote wa dini zote tuendelee kushirikiana sio tu kuiombea nchi yetu, lakini kufanya matendo yanayoakisi nia ya kuendeleza amani na umoja katika taifa angu sikusudii kutoa hotuba. Nimesimama kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru baba yetu kwa utumishi wake kwa kanisa na kwa nchi yetu. Tunafarijika sana kwa kazi aliyoifanya, na sisi wengine tutaendelea kufuata nyayo zake kuona kwamba tunafika huko tutakokwenda. Na la mwisho kabisa, ile picha ile, niliikosa picha lakini baraka ambazo alikusudia kunipatia na picha ile na pengine nia ya kutaka tuwagani, wakati natoka hapa nitalishika jeneza lake kuonyesha kwamba naipokea vile vile hata kama hiyo. Nawashukuruni sana, nawashukuru sana mama Maria, namshukuru sana kipekee kwa kutoa ushirikiano katika ombi la misa. Waumini, nawashukuruni Watanzania wote, asanteni sana.